Kwanza kabisa ni kupe big shout out wewe ambaye umesubscribe hapa Success Path Network. each one, teach one. Karibu sana, kama kawaida yetu, tunaendelea kukuletea video mbalimbali mbali, ambazo zinaendelea kutoa elimu kwa namna moja ama nyingine, na leo niko na mada ambayo hakika ni nzuri mno, lakini tutakaporejea kwa mara nyingine tena nitaiweka mada mezani. Naitwa Khalfan Mlilo, ukipenda unaweza ukaniita MC Fani, karibu sana. Naam, mtazamaji wa Success Path Network, leo nimekuletea mada ambayo inasema kwamba fursa haitafutwi. mm-hmm. najua utakuwa umeshtuka kidogo eh? Usishtuke, fursa haitafutwi. Unaweza ukajiuliza maswali mengi, kwa nini leo hii MC Fani nimekuletea mada hii ya fursa haitafutwi, aliyakuwa jamii kwa ujumla inawahimiza watu waweze kutafuta fursa. Mimi nimekuja na pointi tatu za msingi kwa ajili ya kufafanulia kwamba namna gani fursa haitafutwi, jambo la kwanza kabisa, tunatakiwa tutambue fursa ni nini. Fursa ni nafasi, kwa lugha ya kigeni tunasema ni opportunity, kwa maana ya lugha ya Kiingereza. Nafasi hii ni nafasi gani? Ni nafasi ya kufanya jambo fulani, ama uwezekano wa kufanya jambo fulani ambalo huenda wewe unalihitajia ama unalipambania. Hii ndio maana halisi ya neno fursa ya kwanza kati ya fursa na muhitaji fursa kipi kinakuwa cha kwanza? Haya, mimi nitakufahamisha kitu cha kwanza. Kati ya fursa na muhitaji fursa kinachokuwa cha kwanza kuwepo ni fursa. Fursa inakuwepo, alafu kisha kunakuwa kuna wahitaji ya fursa. Kwa hiyo tayari unagundua kwamba fursa imetangulia kabla ya muhitaji wa fursa, ndio maana nikasema fursa haitafutwi. Pointi yangu ya pili inasema kwamba fursa ndiyo inamtafuta mtu ambaye ataitosheleza hiyo fursa. Kwa kawaida zinatokea nafasi mbalimbali za ajira, nafasi za uongozi na kadhalika, na huenda zikatokea nafasi chache sana, lakini watu wengi wakaenda kwa ajili ya kuhitajia hizo nafasi, lakini mwisho asiku wa siku fursa inachagua wachache, au inamchagua mmoja ambaye yenyewe imemwona ndiye atakayeitosheleza hii fursa. Lakini kama ingekuwa mtu ndo anayetafuta fursa, ni watu wengi wanatafuta fursa katika maeneo mbalimbali, lakini mbona wanaopata ni wachache? Ni kwa sababu hawa wengine wanakuwa hawajaweza kuitosheleza fursa kadri fursa inavyokuwa inahitaji. Kwa hiyo fursa inamtafuta mtu ambaye ataitosheleza fursa husika. Inawezekana ikawa ni katika sekta ya elimu inawezekana ikawa ni katika sekta ya kilimo, inawezekana ikawa ni sekta mbalimbali. Kwa maana hiyo fursa inamwangalia, inamtafuta yule ambaye ataitosheleza hii fursa, na si kila mtu ambaye anahitaji fursa ataipata hiyo fursa, hapana. Pointi yangu ya tatu, fursa inawachagua wale watu ambao wamejitosheleza katika fursa husika. Ndugu yangu mtazamaji wa Success Path Network. Um, ikiwa fursa imekuja mbele yako na inamtafuta mtu ambaye ataitosheleza hii fursa, je, wewe ambaye umekuja kwa ajili ya kuisikiliza fursa inasemaje, umejipanga? Umejizatiti kwa ajili ya kuitosheleza hii fursa? Kwa maana hiyo, ili mimi na wewe tuweze kupokelewa vizuri, tuweze kukubalika kwenye fursa husika, ni lazima kwanza tujitosheleze. Kujitosheleza huku ni kulingana na mahitaji kama nilivyosema Tuchukulie ngazi ya kilimo. Huwezi kulima kama hauna shamba, hauwezi kulima kama hauna vitendea kazi, hauwezi kupanda kama hauna mbegu. Mbegu haziwezi kustawi kama hazito tazamwa vizuri, kupaliliwa, kuwekewa mbolea na kadhalika. Kwa mantiki hiyo, tayari unaona wazi kwamba ni lazima wewe, mtazamaji wa Success Path Network, unapokuwa unahitajia fursa ikuchague, kwanza kabisa lazima uwe umejipanga kwamba mimi katika nafasi fulani katika opportunity fulani ikija mbele yangu, mimi nimejitosheleza kwa namna moja ama nyingine. Kuna mtu anahitaji ajira ya udereva, amesikia kuna nafasi za udereva, ima kutokea serikalini ama katika sekta binafsi, lakini je, leseni yake inamtosheleza yeye kupata ajira eneo hilo ama uwezo daraja la leseni yake linamtosheleza yeye kupata ajira kwa mujibu wa fursa ilivyohitaji. Kwa maana hiyo, kama hajajitosheleza fursa haitomhitaji. Fursa ndiyo inayemtafuta mtu ambaye itamtosheleza. Jipange, jizatiti kwa madhubuti katika eneo ambalo unalifanyia kazi, ili fursa iendelee kukuhitaji na kukutafuta. Naitwa Khalfan Mlilo, MC Fani. Hii hapa ni Success Path Network. Each one, teach one. Tukutane wakati mwingine.